Mara baada ya kujifungua kwa njia ya kawaida, je, mama unatakiwa kuweza kunawa sehemu ya msamba kwa kutumia maji ya moto au maji ya baridi? Kama ulikuwa na swali hili, karibu kwenye somo tujifunze pamoja siku ya leo. Na kama ni mara ya kwanza kuweza kutembelea channel yangu na uweze kusubscribe hapo chini ende kujifunza kuhusiana na afya mama mjamzito lakini vile vile na mtoto mchanga. Mmoja ya mfuataji wangu anaitwa Angel Msemo anasema kwamba, daktari, je, ni sahihi kunawia maji baridi baada ya kujifungua. Pia aliuliza swali lingine akasema, ni sahihi kuoga maji ya moto tena makali baada ya kujifungua? Inawezekana nawe ulikuwa unajiuliza maswali. Umejifungua kwa njia ya kawaida, inawezekana ulichanika au haujachanika, ila umejifungua kwa njia ya kawaida, unajiuliza maswali, je, unawe maji api? Kwa maana um, kwamba kuweza kuosha ule msamba wako au sehemu za ukeni, maji ya moto, ya baridi au ya uvuguvugu. Sasa basi, mama, unapokuwa umejifungua kawaida, yani kwa njia ile ya kawaida, unaweza kuosha sehemu zako za siri au kwenye msamba, inawezekana kwa umechanika au hujachanika, kwa kutumia maji ya uvuguvugu. Sasa mara nyingi tunashauri uweze kutumia maji ya uvuguvugu zaidi, japokuwa inaweza kutofautiana kati ya mama mmoja na mama mwingine. Na ili uweze kujua maji yako ni ya uvuguvugu, ya moto au ya baridi unapoyapima yale maji mara ba baada ya kuweza kuyapooza, huwa tunapima kwa kutumia kiwiko ndoo, ambacho nachovya kwenye maji. Sasa e, kuna baadhi ya kina mama inawezekana wakatumia kiganja. Sasa ukitumia kiganja, kuna uwezekano mkubwa sana maji hayo unaweza kusema labda ya uvuguvugu au ya baridi sana, kumbe bado ya moto, kutegemeana na mama moja na mama mwingine. Kuna kina mama ambao wamezoea kuipua mavyakula ya moto au sufuria ambazo zina moto mkali akiingiza mkono wake au kiganja kwenye maji anaweza kusema maji hayo ya vuguvugu, kumbe hayo maji ni ya moto na yakaweza kumuunguzwa haswa sehemu ya msamba na sehemu ya ukeni. Na mara nyingi tunashauri mama, unaweza ukatumia baadhi ya vyombo kuweza kujisafisha kule kwenye msamba badala ya kutumia mkono wako. Tunajua kwamba ukishakuwa umejifungua kule ukeni na kwenye msamba, huwa wakati mwingine kunaweza kukavimba, na wakati mwingine zile damu ambayo tunaita loki ya lubla inaendelea kutoka, au ile damu nyekundu ambayo umetoka kujifungua inaendelea kutoka, lakini vilevile inawezekana kuna vidonda. Kwa hiyo ukitumia mkono wako kuna uwezekano kwamba kwanza utajiumiza, lakini vilevile unaweza ukaongeza ili hali ya kujisikia vibaya, lakini wakati mwingine ukapelekea maambukizi ya bakteria kwenye vile vidonda ambako umeweza kushona na ile michubuko ilikoweza. Kwa hiyo kuna njia ambao unaweza ukatumia kuweza kuosha ukeni, hasa unapoenda haja au unapoenda kujisafisha kule kwenye njia yako ya msamba au sehemu za ukeni. Sasa ziko njia nyingi za kuweza kutumia, japokuwa kuna vifaa ambavyo vinauzwa na moja ya botro wenyewe inaitwa Peri botro, ambayo mara nyingi kuna brand ya Freedom, ambao wao wanauza ile upside down, kwa maana kwamba unakalisha hivi Alafu kikaa pale chooni kwako, unageuzia sehemu ya mbele na unaweza kuosha. Maana yake unaweza kupuliza kama unavyoona hiyo kwenye picha ilivyo, na namna ya matumizi yake unaweza kujifunza. Kuna njia nyingine ambayo unaweza kutumia tu kopo la nyumbani kama hili. Chukua kopo lako ambalo ni safi, lioshe vizuri. Alafu unaweza kutumia maji ya uvuguvugu. Kwa hiyo utajaza maji ya uvuguvugu, lakini hakikisha umeweza kulitoboa vitundu hapo. Unaweza kuweka vitundu vinne au vitatu. Sasa hii itakusaidia kuweza kuosha ukeni, na tunashauri mara nyingi kuweza kuosha au wakati mwingine unaweza ukajimwagia, kipindi ambacho unaenda kukojoa kule uani au sehemu ya haja ndogo, kama naenda kuweza kupata haja. Mara nyingi tunajua kwamba ukiwa umejifungua unaweza kuwa una michubuko au umechanika. Sasa mkojo mara nyingi una asidi, na ukigusa zile sehemu ambazo zimechubuka utakuwa unapata maumivu. Ili kuweza kuepuka kupata maumivu haya, unapoenda haja ukiwa umetulia tayari kwenye lile tundu la choo, kabla ya kutoa haja yako ile ndogo, au inawezekana ni haja kubwa, ni vema unaweza kuloanisha kwa kutumia maji ya uvuguvugu. Kwa kwa mfano kama mimi nilivyotengeneza, ina maana utalielekeza kutoka e, sehemu ya mbele linakuwa linaangalia mbele yako ina maana kwa linakuwa mbele yako afu linaangalia kwako, ili uweze kulowanisha. Na unaweza kufanya hivyo kipindi ambacho kabla hujaanza kukojoa, lakini vile vile kipindi ambacho unakojoa na mara baada ya kuweza kumaliza kuweza kukojoa. Lengo ni kwamba ule mkojo unapokutana na haya maji, ile asidi inapungua na yale maumivu yanakuwa yanapungua, lakini unatengeneza ile hali ya unyevu, kunakuwa sio kukavu sana, na kuna faida kubwa sana ya kutengeneza mazingira yale kwamba kuwe na kumelowana kwa maji ya uvuguvugu. Lakini mara baada ya kuweza kumaliza haja ni vyema kuweza kutu, kutumia tishu laini kuweza kujifuta na utajifuta kutoka sehemu ya mbele kwenda nyuma ili kuepuka maambukizi ya bakteria. Lakini si vyema sana kuweza kutumia mikono kuweza kujisafisha mara baada ya haja au kipindi cha haja, inawezekana ni haja ndogo. Kwa hiyo na maana uta, ukishatengeneza haya matundu utakuwa unabonyeza namna hii. Kwao, unaona kama haya maji yanavyotoka. Ukibonyeza namna hii unaweza kujilowanisha kule kwenye mazingira yako ya uke na kuhakikisha kwamba ule mkojo unavotoka, usiloanisha zile sehemu za pembeni, ndio unapata maumivu, lakini kwa njia ya, mojawapo ya kuweza kupata maambukizi ya bakteria. Hii unaweza kuifanya endapo kama umechanika au haujachanika. Itakusaidia kuhakikisha kwamba unapunguza zile adha na kutengeneza yale mazingira katika hali ya usafi bila kushika na vidole vyako. Kwa hiyo utakuwa unaloanisha kila unapoenda haja, unaenda na kopo lako ambalo na, na maji ya uvuguvugu umelitoa kama hili, unaloanisha unaosha bila kuweza sehemu ya kidonda kwa njia ambayo tunaita ni city bath. Maana yake ni kwamba unakalia maji ya uvuguvugu. Wakati mwingine maji unaweza kuweka sabuni kama ya deto, ile ya maji una, unaweka vifuniko viwili au vitatu unachanganya na maji yako ya uvuguvugu, yanakuwa katika level fulani ya beseni, halafu unakalia kwa muda wa, wa dakika kumi mpaka dakika 15 na, na utafanya hivyo kwa zile siku za mwanzoni. Unaweza kufanya mara mbili kwa siku, labda asubuhi na jioni, kwa siku kama tatu nne, ili kuweza kupunguza maambukizi ya bakteria, lakini vivyo vile kuhamasisha uponaji wa kidonda. Sasa kwa nini tunashauri uweze kutumia maji ya uvuguvugu na si maji ya baridi? maji ya baridi yanaweza kukuletea changamoto, lakini vilevile inawezekana maji kwa kutumia si safi na salama, yakawa ni sehemu pia ya maambukizi ya bakteria au kuongeza maambukizi ya bakteria. Maji ya moto, unaweza pia kuungua, lakini wako baadhi ya watu wanasema kwamba unaweza ukatanuka, kitu ambacho si ambacho si kweli. Kikubwa ambacho tunakiangalia, unaweza kuungua kwa sababu sehemu za za siri mara nyingi zenyewe, ukitumia maji ya moto ni rahisi sana kuweza kuungua, tofauti na sehemu nyingine hapo ngozi inakuwa imezoea kugusa moto lakini vilevile, kwa nini tunashauri sasa uweze kutumia maji ya uvuguvugu? Maji ya uvuguvugu kwanza yatapelekea zile sehemu za uke na sehemu za msamba kuweza kurelax. Zinaporelax, zinahakikisha kwamba kunakuwa na usafirishaji mzuri sana wa damu. Usafirishaji mzuri wa damu, maana yake unahamasisha kuweza kupona, lakini vilevile unaepuka kuweza kupata maambukizi ya vijidudu. Lakini vilevile itakusaidia wewe kuweza kurelax na kupunguza yale maumivu ambayo unakuwa unapata sehemu ya msamba au sehemu ambayo unakuwa umechanika lakini vilevile unaweza kama unatumia pengine dawa umeandikiwa na hiyo, itakusaidia wewe kuhakikisha kwamba hata unapoenda haja unakuwa hauogopi lakini vilevile unakuwa hauna wasiwasi. Kwa hiyo maji ya uvuguvugu yatakusaidia pia kuweza kupunguza ile asidi ambayo inatokana na mkojo na kutengeneza mazingira ya usafi ili uweze kupona kidonda chako kwa wakati na kuhamasisha usafirishaji wa damu, lakini vilevile kuhakikisha kwamba unakuwa vizuri. Ni vyema kuweza kutumia hii kila unapokuwa unaenda kwenye haja yako iwe ndogo au kubwa, na ukimaliza na kuweza kujisafisha kwa kutumia tishu kutoka sehemu ya mbele kwenda sehemu ya nyuma. Na si vizuri sana kuweza kutumia mikono, kwa sababu inaweza ikawa sehemu mojawapo ya kuweza kujiumiza, lakini vile vile inaweza ikawa ni sehemu mojawapo ya kusababisha maambukizi ya bakteria. Kwa hiyo huruhusiwi kuweza kuingiza vidole kule ukeni kwako, kwa au kwenye msamba au kutumia vidole kuweza kujisafisha. Badala yake utatumia maji kama hivi, unaweza ukanyunyuzia wa kutumia kopo kama hilo. Japo kuna makopo ambayo ni special kabisa ambayo yanaitwa uh, peribotro ambayo yanaweza kutumika kwa mfano kama brand ya Frida Mom ambayo wao wanauza ni gharama sana. Kwa hiyo, lakini wewe unaweza kufanya kama nilivyofanya mimi hivi katika mazingira ya nyumbani, ukatoboa huku mbele kama mimi nilivyoweza kutoboa hivi, ukajaza maji yako ya uvuguvugu. Kila unapokuwa unaenda kupata haja yako, basi unaweza kunyunyuzia maji na kuweza kuosha namna hii, itakusaidia wewe kuhakikisha kwamba unaosha mazingira yako ya ukeni mara baada ya kuweza kujifungua. Sasa basi, kumbuka mambo haya, ni vyema kuhakikisha kwamba unajisafisha mara kwa mara, haswa unapokuwa unaenda haja ndogo au ni haja kubwa, na hakikisha unajisafisha kutoka sehemu ya mbele kwenda sehemu ya nyuma. Ni vyema kuweza kutumia maji ya uvuguvugu na sio maji ya moto au ya baridi, lakini ni vyema kuweza kuzingatia usafi kwa kusema hivyo, ni vyema kuweza kuoga labda mara mbili kwa siku au kama naweza mpaka mara tatu. Lakini vile vile ni vyema kuhakikisha kwamba unakula chakula chenye nyuzinyuzi nyuzi, au matunda na mboga mboga kwa kuhakikisha kwamba hupati choo kigumu. Ukianza kupata choo kigumu inaweza kawa changamoto na itakupelekea wewe kuweza kupata maumivu na unajisikia vibaya wakati wa kwenda haja. Lakini vile vile ni vyema kuhakikisha kwamba unabadilisha ile pedi. Wakati mwingine mama, baada ya kuweza kujifungua, unavalishwa una ile pedi. Ni vyema kuweza kubadilisha ile pedi kila baada ya masaa matatu au mpaka masaa manne kama inakuwa haijajaa. Kwa hiyo masaa matatu mpaka masaa manne usizidishe hapo. Ukizidisha tayari unatengeneza mazingira ya maambukizi ya bakteria na harufu, na mwenyewe utakuwa hujisikii vizuri. Lakini vilevile nyonyesha mtoto wako kama kawaida, na usisite kuweza kufanya mazoezi. Kwa hiyo usibaki tu umekaa sehemu, tembea tembeatembea, na hata kama unapata yale maumivu, basi ni vyema kuweza kuhakikisha kwamba unafanya hayo mazoezi ya kutembea tembea, haswa kwa zile siku za mwanzoni na utaosha hivi kwa muda wa wiki moja toka umejifungua, mpaka wiki mbili utatumia njia hii. Tunaamini kwamba baada ya wiki mbili unaweza kuwa umeshapona, basi utaendelea na utaratibu wako wa kuweza kujisafisha kama ulivyokuwa unajisafisha kawaida. Kama ulichanika ukaandikiwa zile dawa labda antibiotics kwa ajili ya kuzuia maambukizi ni vyema kuweza kumaliza dozi, na kama ulielekezwa kuweza kukaa, kwa maana kwamba ile sitz bath unaweza kwa ukaifanya nyumbani, unaweza ukafanya zile siku tatu mpaka nne za mwanzoni Unafanya vile kuhakikisha kwamba unapona vizuri, damu inasafiri vizuri zile sehemu za msamba, lakini vile vile kuepusha maambukizi ya bakteria na itakusaidia kwamba utapona haraka katika mazingira ya usafi. Lakini vile vile inawezekana unajiuliza maswali, lini uweze kuoga mara baada ya kuweza kujifungua kwa upasuaji? Yani umejifungua kwa upasuaji, una kidonda, lini uweze kuanza kuoga? Unaweza kwa click suggestion hapo, kasikiza video kuhusiana lini unaweza kuanza kuoga mara baada ya kuweza kujifungua kwa upasuaji. Ukiwa na swali, niuliza hapo chini, mi nitakuwa tayari kuweza kujibu swala wakati wote. Karibu sana.